Biblia iliona mbali naona, haya kama yanazungumzwa kama yapo sasa e. <laughs> Kumbe hata wale wote wanaohudhuria kanisani wengi wana mashaka, lakini namna ya kuacha wengi wanashindwa. Mtu ananunuliwa papai magomeni e. <laughs> Alafu anaambiwa bwana kalile e. <laughs> wengi wengi wa Kristo wana mashaka sana na Ukristo. Inaendelea kusema hivi kwa sababu hawawezi kuona ni vipi waamini mafundisho ya kikatili ya wazi na yasiyokuwa ya kweli. Hivyo ni uongo huu unaotegemea uongo mwingine tena ndani ya Ukristo. Ukristo hamna kitu ndugu yangu, Ukristo hamna kitu. Tatizo tu ni kwamba hawa ndugu zetu wanaosema wao ni waalimu wanapoteza watu wengi kwa uongo wa kupiga vita Uislamu bila elimu. Wanawafundisha Wakristo kuwa, kuwapa tumaini la uongo kwamba Yesu ndo njia yetu, Yesu ndo nini? Wanapotezana hivyo na ndio maana tunawaambia Waislamu wenye kutufata, Waislamu wanaotufuata, acheni kudanganyika na maalumati za uongo za hawa ndugu zetu kwamba Uislamu ni dini ambayo haifai. Uislamu ni dini ambayo haifai? mwache kudanganyika na hivo. Wenzetu wako kwenye dili. Lakini Shehe Kesede, mimi katika ufuatiliaji wangu wa mitandaoni nimekutana na wachungaji ambao wanazungumzia ukweli. Unakuta kwenye komenti wa Kristo wengi wanawatukana. Kwa nini? Ndio hivyo, ndio hivyo. Sunaona mfano EPM, sunaona mfano EPM iliwahi kumfuata karibu mara mbili mara tatu. Huyu EPM ni murtadi kaacha Uislamu, lakini hakuacha Uislamu kwa maana kwamba Uislamu ni dini ya uongo. A -a. Na mwenyewe anasema e, lakini sanaenda ku kuukristo, e, kwa sababu huko kuna dili anajua akisimamisha naye kanisa yake itamfanya aishi. Ukristo ni dili ndugu yangu, hiki anachokifanya huyu APM e, na mimi waishagawai kunipa hiyo fikra wakati niko Kongo, waliwai kuja kunipa hiyo fikra watu maalum alikua wa kunipahiyo fikra kwamba bwana e, tutabaki tu katika Uislamu na imani yetu ni ya Kiislamu, lakini nasi tufungue kanisa. Tukifungua kanisa tutapata maendeleo, gari tutapata, kwa waumini tu tutanunuliwa pikipiki, tutanunuliwa nyumba. Naona bana lakini, ili tuweze tutukane Uislamu, hapo ndio tutaweza eh. Lakini baada ya miaka mitatu, mine tukishaona kama tunakuwa na maisha yenye kuendelea Bwana, tunaacha tunakuja kutubu kwa Allah, alafu tunatoka katika huyu mji, tunaenda tuna kutembea kufanya kutengeneza miji yetu mingine tofauti na huko hapo. E, sasa, <laughs> hapo sasa. <laughs> aliyekuja kunaambia hivyo ni Muislamu ambaye katengenezwa na Mkristo, ni Mwislamu ambaye katengenezwa na Mkristo ndio alikuja kunaambia, akanipa hiyo dili sawa. Na katika hawo waliokuja kunaambia mojawapo ni mmoja katika wanafunzi wangu na huyo alikuwa kweli ni imamu, alikuwa kuna msikiti alikuwa anashughulikia, alikuwa imamu, ndo alikuja unipe ididi, akaa sasa, shekhe, tufanye hiyo bwana, watu wanatoa hela nzuri, watu wanalipa safi awa pamoja na upotevu wao. Na mimi hiyo didi dili wameinipa hiyo dili, walinipaga tena, wallahi wabilahi, hii maneno nayoyasema siisemi kwa kufurahisha. Hmm. Na hapa wallahi niko mbele ya Mwenyezi Mungu muumbaji wa mbingu na ardhi ananiona kwa hiki ninachokisema. Hmm. Mimi siko muongo wa kusema kwenye mtandao kwa ajili ya kujifurahisha juu ya mambo ya dini, hapana. Hiki ninachokwambia wallahi wabillahi, Mungu shahidi, kidole cha, cha, cha shahada, na nasema na Allah muumbaji wa mbingu na ardhi ananiona hiki ninachokiongea wallahi ni kweli kabisa. Ni mpango waliwahi kunipa na mwenye alikuja kunipa ni Muislamu mwenzangu alikuwa ni imamu na mimi ndio nilikuwa namfundisha, nilikuwa namfundisha namna ya kuhubiri hoja za Kiislamu, hoja za, za Qur'ani na Biblia. Kwa hiyo kaonesha istiqama, ndio wakaja kumwambia wenzake. Sasa na yeye na wenzake marafiki zake wa Kikristo mapasta, ndio alimpa hii dili, bwana, hapa kuna dili, nyinyi sio mko mko mko walimu wa Kiislamu tena, mnajulikana, mwe mtabaki tu katika Uislamu lakini mujifanye kumpokea Yesu, mtengeneze kanisa yenu. Mtaona watu watakawapa finance manake, watawaungia mkono, mtapata pesa nyingi za ajabu. Wakati mnapatapata mapesa hivo, si mnatoka mnaenda kujiendelesha mambo yenu, kwa sababu sisi huku tuko na si tuko kwenye dili, na si tuko kwenye dili. Kuna mapasta hawa wengine hapa wanatukana Uislamu, wako kwenye dili, lazima tukane Uislamu. Lakini mwenyewe ndani ya nafsi yake anajijua lazima tukane Uislamu kwa sababu kule kutukana Uislamu ndio dili yenyewe, ndio ujamaa. Kanambia alikuwa naitwa anaitwa Albashir, jina lingine anaitwa Isaka na lingine anaitwa Albashir. Huyu akipata hii, hivi akipata hii, nani yangu hii, hii video yangu atakumbuka anachokisema, anajua unoha. Mimi nikamwambia ndugu yangu, ni sawa kutafutisha maisha na mimi kweli ni vizuri eh, ni vizuri lakini, sasa bwana bwana Isaka, alikuwa anaitwa Isaka wa Albashiri, ikiwa mtu atakufa katika hiyo dili itakuwaje? Mtu akifa katika hiyo dili ndugu yangu itakuwaje? Hapo ndio kuna kazi. Mtu akifa bado hatujarudi katika uislamu itakuwaje? Tutizame mbele, bwana Albashiri eh, nikampampa mawaidha akanielewa, akasema basi tuache. Wallahi, baada tu ya mwezi mmoja, tunasikia redio inaanza kutangaza, shehe mkubwa, shehe wa Waislamu kampokea Yesu na akaongea kwenye redio eh? Nikashtuka, nikasikia vijana wangu wengine, wanafunzi wangu wakanipigia, Ustadh Kesedee, unasikia bana Albashiri anakuwa mkristo? Kasema acheni hivo. Wallahi, anakuwa mkristo, iko naongea kwenye redio, fungua redio, fungua redio FM. Mi kufungua Albashiri iko naongea Yesu amenitokea, nilikuwa niko sehemu fulani, Yesu akamtokea, nikasikia sauti, nakuja msalaba ukanisimamia mbele yangu, nikaamua kukamata vyangu vyote nikavipeleka kwa Islam hivi. Tayari mi nimesha mpokea Yesu na kuwa Mkristo. Mungu anisamee kwa vyote ambavyo nishafanya vya kuwapoteza watu. Walai akawa Mkristo. mm. Huyu ni Albashiri kweli? lakini nikakumbuka aliyokuwa amenambia, kama mzaa mzaa, wallahi kumbe ye ilikuwa kabisa, ye alikuwa serious, akaenda okay. hivi leo Albashiri wanakwambia aishakwa na nyumba hizi mbili, ana pikipiki kama tatu, gari ndo ayapata, lakini ameisha kwa na nyumba hii moja. Sasa amesha shindwa kurudi katika Uislamu, lakini ameisha endelea kimaisha Siku moja tukakutana, siku tuliokutana mm. Siku tuliokutana akanikimbia, wallahi akanikimbia. Haya maneno nayo yasema, wallahi wabilahi, ninamwapa Mwenyezi Mungu muumbaji wa mbingu na ardhi, ni kweli kabisa wala siongopee. Sina tabia ya kutengeneza uongo kama ndugu zetu wa Kristo. Ni waongo, wana vitu vya kutengeneza ili tu wavutie katika Ukristo ionekane unavyovisema ni kweli. Unaweza ukashangaa mtu si Muislamu, hajawai kuwa Mwislamu, wanamsimamisha sehemu, wanamvalisha kofia, wanamvalisha kanzu, anaweza kuongea nilikuwa Mwislamu nishaokoka ni, na wanamvalisha na kanzu <laughs> kutaka tu aghiribu akili za watu eh, so naona Waislamu wanampokea Yesu yani kutaka tu kutengeneza dini yao ionekane ni dini safi, lazima wa, wa, waonyeshe picha ya Kiislamu. Yaani mambo ya uongo uongo, kwa kutaka watengeneze dini yao. Lakini sisi hatuko hivyo. Muislamu akisema hiki ujue ni kweli, hiki ninachokiongea ndo kweli. Ukristo ni dili, na mimi walikuwa wanipa hiyo dili, niache Uislamu kwa kuwa watu waisha nifahamu niache Uislamu na mimi nitengeneze kanisa langu, nitakuwa na waumini na mimi nitatengenezewa hiki, nitapewa hiki. Yeye amesha kuwa na amesha gari hajapata, lakini amesha kuwa na nyumba, aisha kuwa na pikipiki, aisha tengenezewa vitu vingi sana, anakuwa na maendeleo makubwa. Unaona ba, si bwana anakuwa na maendeleo makubwa. Mpaka siku moja tukakutana na mtu ambaye walikutanana naye, kuna muislamu alikutananaga naye akwambia, bwana hivi unaamua kuritadi tu bwana Albashir, unaacha Uislamu kweli? uliona nini katika Uislamu? Tena walikuwa watu hawa akwambia, ndugu yangu uwe tulia, mimi ntarudi tu, e, mi ntarudi tu. Sheikh sed anajua, Kesedee anajua, kwa hiyo msiniulizi mengi Nina uhakika tu mimi ntarudi. Namwomba tu Allah niwezeshe nisifi kabla sijarudi katika Uislamu, dini yangu siwezi kaiacha kamwe. Lakini huku kuna dili, ndugu yangu, kuna mambo freshi huku. Mambo yangu freshi ni kwa sababu kila uongo tutakaounda unaingiza hela, kila tutakachokibuni tutaka ndani ya kanisa kinaingiza hela, tutakaposema tu aleluya, ile amina ni ya kuwavuruga wasioni ninachokiongea kama ni uongo kwa hiyo tunaeleweka kwa uongo tunaobuni usiku na mchana, tunabuni kutokewa na Yesu, tunabuni kwa uongo wa hapa na pale. Kwa hiyo lazima tubaki kwanza huku tupatepate mahela, kwa hiyo tukiona kabisa hela zinakuwa safi, tutarudi tu. Ndio ule jamaa wa kiislamu akamwambia, lakini ukumbuke kama unapolala unaamka, umri unashuka, una kwa hiyo isije ukafika unakufa kabla ujarudi katika Uislamu. Akasema mwenyezi Mungu ni mwenye rehma kwa huruma yake, anajua nia yangu mimi, anajua nia yangu, kama uislamu sijaukataa na mimi situkani uislamu, lakini na naonesha tu vitu vya ajabu ajabu vya uongo. Mungu anajua kama niko nasema uongo, lakini anajua ndani ya moyo wangu kama mimi siamini hilo, ni kutafuta tu namna ya makulati ntarudi tu. Kwa hiyo e, ntarudi, inshallah ntarudi. Ndo akamwambia lakini, kama utasemea uislamu uongo kama unavyousemea Ujue kuna hasara, akamwambia. Allah akamtolea aya <laughs> akamtolea aya Mwenyezi Mungu ni wenye rehma, wala msikati tamaa, la taknatu min rahmatillah, msikati tamaa na rehma za Allah. Mungu anasamehe. Ndugu yangu, nitarudi tu, Allah tansamehe. Wakaachana hivyo, mpaka leo ni pasta mkubwa katika mapasta, kama vile IPM Aisha kuwa pasta mkubwa, salikuwa Mwislamu. Wakina Beli hapo sio kuwa Uislamu. Na wao waisha kuwa ni waalimu katika Ukristo. Unaona bwana? Wengi waisha kuwa ni waalimu katika Ukristo. Wanapata makulati kule. Eh? Sasa huku wataonesha dini ya Kiislamu. Sasa wabaya sasa wale wamurtadi wabaya sasa, ndio wale wenye wanaacha, na huku wanatukana. Wanajua wanafuata dili kule. Wasikudanganye eti wanafuata Mungu. Hakuna Mungu kwenye Ukristo. Mungu kwenye Ukristo hakuna. ni kufata dili, kwa sababu wanakwambia Ukristo ni dini ya dili, ni dini ya kidunia. Hakuna Mungu ndani ya Ukristo. Kwa hiyo kiufupi, ndugu yangu, Waislamu wanapotusikia wasidanganywe na mambo ya hawa wanaodai walikuwa iti waimamu, walikuwa sijui waimamu. Kuna mwingine anaitwa kama ex imamu, mwongo mkubwa sana. Kwa hiyo hakuna kitu kule. Kwa hiyo mambo ya Abeli kama alivyokuwa amesema, kwa vile ulivyo mnukuu tumeajibu kama kutakuwa mengine, we leta, tutayajibu. Na kitu kimoja nitakwambia, bwana Mudi, maswali yoyote hoja yoyote unayosikia kwenye mitandao mitandao ya Wakristo, walisema hivi, walisema hivi, basi kusanya niletee, au mpelekee mwalimu mwingine yoyote mwenyewe iko na hii fani, lazima yawe yanajibiwa, kwa sababu hawa wanaendelea kuwa waongo na kupoteza watu kwenye mitandao lakini sisi hatupotezi watu kwa sababu tunavyoviongea ni vitu ambavyo viko kwenye vitabu, hatuzui. Wao wanazua, na uelewa wao ni mfinyo sana kwenye Uislamu. Uislamu hauelewi, sisi ndio tunatakiwa tuwaeleweshe wao. Naona no, baka. Basi kiufupi ndio hivyo, na kama patakuwa mtu ambaye atakuwa anataka kuulizia kwa haya tunayoongelea, basi anaweza kunipigia akauliza, tutamjibu. Sisi hatuna matatizo. Basi kiufupi ndio hivyo. Naam, kama mlivyomsikia Sheikh Kesede, kama naam, wapenzi wa tazamaji na wafuatiliaji wa Ustadh Shafii online tv, kama mlivyomsikia Sheikh ama Ustadh Sheikh Kesede akizungumza kuhusiana na maswali ya Beli Shiliwa, na tumejibu maswali yake sita, na pia kwa ambao wanahitaji kumuuliza Sheikh Kesede maswali basi, watatupigia namba ambayo ipo hapo juu ya video yako lakini pia Ustadh Shafii online tv imejipanga kwa sasa, tumerudi upya kwa kasi kubwa, na kwa sasa hivi nafikiri mtamwona sana Sheikh Kesedee kwenye online yetu. Tutakuwa tunafanya vipindi, tunajibu hoja na pia tuna nafikiri next week tutaanza kufanya vipindi vya live kuanzia TikTok, kupitia account yetu ya tiktok ya Ustadh Shafii online tv, account zetu za Instagram pamoja na YouTube, tutafanya na vipindi vya live kwa watazamaji wetu, tutatoa taarifa vipindi vyetu vitakuwa lini na lini, ambaye tutatoa nafasi ya kumuuliza Sheikh Kesedee maswali moja kwa moja, kwa maana tutakuwa live moja kwa moja YouTube, utaweka komenti yako pale, tutaijibu hapo kwa hapo, au sio? Sheikh Kesedee? Naam, tuko tayari kwa hilo e, basi wapenzi watazamaji wetu wawekuwa tayari katika hilo na kupata elimu ya dini ya Kiislamu kutoka maus kwa maustazi wetu hasa hasa kwa Sheikh Kesede. Mimi mtangazaji wenu Muhammad Pango, nyuma ya ni kamera nilikuwa na Juma Uwanja. Shukran sana, karibuni sana, tukutane wakati mwingine. Usaishafi Online Tv ni nyumba ya elimu. Usaishafi Online Tv ni nyumba ya elimu.